Na kuokoa na mishale ya uovu. Ombea hili swala. Mshale mmoja una uwezo wa kuvuruga maisha yako. Mshale ni shambulizi ambalo linakupata ghafla. Ugomvi mtogo tu kazini, kidogo umeitwa kwenye meza ya adhabu, kidogo umepewa barua ya kusimamishwa, kidogo wamekata mafao yako, kidogo wanakufukuza kazi. Ule ni mshale. Mshale ni tauji waje pasta. Mshale ni shambulizi la ghafla unaweza ukapigwa mshale kwenye ufahamu, unaweza ukapigwa mshale wa kiafya, unaweza ukapigwa mshale wa kifedha. Ghafla tu unapoteza hela kwa kiwango akieleweki, unatoka wapi? Umeingia hapa brother, huu ni mshale. Unaonaje huko kwenye duka lako, wala huna habari kabisa, aukai kwa barabara, lakini tairi la gari limechomoka na limeelekea straight kwenye duka lako, limepiga mfanyakazi, limepiga huyu na ni kama linataka kukumaliza, ule ndio unaitwa mshale. Unajua hata na sisi wa Kristo watu naifanya saa nyingine nikikashirika na ingia nje, nasema, Mungu, siwezi kujua kilicho angani, ila naachilia damu ya Yesu Kristo, itakachokutana nacho malizana naye. So na sisi tunaachilia kama sisi tunavyoachilia mshale wa kubatisha adui, naye anauachilia